Mvua ilikuwa inanyesha sana, hali ya hewa ilikuwa baridi ikiambatana na upepo wa wastani. Watu wengi hawakwenda kazini na hata wanafunzi pia walikitega shule kwa kisingizio cha barabara kufurika maji. Pengine watu hawa walikuwa na hoja kutokana na miundombinu dhaifu ya jiji la Dar es Salaam ambayo haiwezi kurandana na mikikimiki ya mvua, ila kwa mwanaume Jonathan Mchau hilo alikuwa na mashiko kamili kwani yeye alikuwa ofisini akiendelea na kazi zake kama ilivyo ada, ni ndani ya chumba kidogo kinachopatikana maeneo ya Mwenge. Kwenye kuta za chumba hicho kulikuwa kumetundikwa picha kadhaa za kuchora kwa mikono. Picha hizi zilikuwa zimeundwa kimafumbo, lakini pia zikibeba utajiri wa tamaduni za Afrika kwa ujumla. Kama ungelipata nafasi ya kutembelea hapo, basi ungepatwa na kamshangao kidogo kutazama picha hizo zilizofumwa na rangi mbalimbali mbali za kuvutia kiasi kwamba ukasahau kuwa eneo hilo limepakana na barabara yenye makelele lukuki ya magari na hata kuta za jengo hilo zina nyufa kadhaa. Mwanaume huyu ajulikanaye kwa jina la Jonathan, Jo ama Jonah kama wamuitavyo watu wa karibu, alikuwa ni mwanaume mweusi mtulivu mwenye mwili wa kujaa, macho makubwa mabovu yasaidiwayo na vioo vya miwani. Nywele ndefu kichwani na ndevu alizozichonga umbo la o. Hakuwa mtanashati sana, pengine kwa sababu alikuwa kazini na kazi yake haihitaji unadhifu wa hali ya juu ili hali unacheza na rangi. Ila alikuwa mtulivu sana na macho yake yaliganda kwenye karatasi yaichorayo kwa umakini wa hali ya juu. Alikuwa ndani ya ulimwengu wa pekee yake, asijali kabisa yanayoendelea nje ya karatasi. Unaweza kudhani mwanaume huyu hakuwa anajua kama kuna mvua ilikuwa inanyesha. Umaanani huu kupita kiasi ukamfanya asifahamu kama kuna mgeni ameingia eneo lake na kusimama kwa sekunde kadhaa. Akashtuliwa, helo, akatazama na kumkuta mwanamke fulani mrembo, mrefu, mwenye rangi maji ya kunde. Alikuwa amevalia sweta rangi ya kijivu iliyofunika blausi yake nyeupe pamoja na suruali ya jeans iliyobana vema umbo lake la figa Miguuni alivalia raba nyekundu. Nywele na masikio yake yalikuwa ameaziba kwa kofia kubwa jeusi la soksi. Mgongoni alikuwa amebebelea begi kubwa jeusi haya ya kuhifadhia tarakilishi mpakato. Uso wake ulikuwa mfupi na mpole, macho yake yalikuwa ya wastani ila makali. Mdomo wake mdogo aliyoupaka rangi ya kahawia ulichanua kwa tabasamu. Samahani kwa kukutoa kazini, akasema mwanamke kwa sauti ya kumlagai nyoka. Usijali, akadakia Jonathan. Karibu sana. Akaacha kazi, akasimama kumlaki mgeni. Asante. Hapa ndio kwa Joe? Yes, ndiyo hapa. Na wewe ndio Joe mwenyewe? Ndiyo, ni mimi. Ok, nimeagizwa na bia tushauri kuulizia mzigo wake Bite. Ndiyo. Jonathan akatabasamu, akafuata mfuko mmoja mkubwa mweupe wa rambo. Ndani yake ulikuwa na kitu cha umbo la mstatili Akaunyanyua na kumkabidhi mgeni. Unaweza ukatazama? Mgeni akatazama mzigo huo, kisha akaurudisha ndani ya mfuko. Asante sana. Unamdai? Hapana. So naweza nikaondoka nao? Hapana. Jonathan akatikisa kichwa. siwezi nikakupatia, maana sikupata ridhaa ya mweliki. bite ni dada yangu. taarifa hiyo haijitoshelezi kukupa mzigo wake, dada hakunipa agizo hilo mwanamke yule akaguna na kubinua mdomo akapandisha mabega na kuzungusha macho ok, akasema kwa kupitia puani, kisha akaenda zake. Ila punde anarejea tena. Kaka, mbona unakuwa si mwelewa? Lakini nimekuambia bite ni dada yangu, ameniagiza. Simu yangu imezima chaji, unajua umeme unavyosumbua siku hizi, ningempigia uonge naye. Joe alipigwa na bumbuazi, kuna kitu alikikokotoa kichwani. Dada akaita Siwezi nikakupa kazi ya mtu na hii ni kwa sababu sikupewa agizo hilo. Ni swala la uaminifu tu, sikufahamu, siwezi nikakuamini namna hiyo. Basi nitakuongezea pesa mara mbili aliyokulipa bite, akasema mwanamke huyo kwa kujiamini. Hapo sasa ndiyo Jonathan akapata wasiwasi zaidi. Kwa nini mwanamke huyo anataka mzigo huu kiasi hiki? Aliona haja kubwa ya mwanamke huyo ndani ya macho yake, alikuwa anataka ule mzigo kwa hali na mali. Sema basi mwanamke akasisitiza. Uso wake ulikuwa umekunjana, alitazama majira ya saa yake kana kwamba mwanafunzi aliyechelewa zamu ya mwalimu mnoko. Unataka shilingi ngapi? Akauliza. Sitaki pesa yako, Jonathan akajibu na kuongezea, naomba uende dada. Mwanamke yule akashusha pumzi ndefu, akavua begi lake na kuzamisha mkono wake wa kuume ndani. Jonathan akapata shaka, aliutazama mkono huo vema Alizani huenda ukatoa silaha. Kabla mkono huo haujatoka ndani ya begi, sauti ya wanaume ikasikika. Jonathan na mgeni wake wakatazama sauti hiyo inapotokea mlangoni, wakaona wanaume wawili waliovalia makoti marefu meusi ya kuwa kinga na mvua. Wanaume hawa walikuwa warefu na weusi, mmoja alikuwa na mustachi mnene, mwingine kidevu na mashavu yake akiwa ya hayana harara za ndevu. Miili yao ilimejaa, wakitembea kikakamavu. Haikuchukua muda mrefu, Jonathan akagundua wanaume hao walikuwa ni wanausalama kwa namna walivyokuwa wanaongea, kutembea na mwonekano wao, pia ulisadifu hiyo dhana. Alirudisha macho yake kwa yule mwanamke, akaona mwanamke huyu akifunga begi lake na huku mkono wake akiwa mtupu. Mwanamke huyu akamtazama Jonathan kwa jicho baya, kisha akaondoka zake akisonyea. Jonathan alimsindikiza mwanamke huyo mpaka alipotoka mlangoni kisha kaamisha macho yake kwa wageni wapya. Karibuni. Asante, akaitika mwanaume mmoja, kisha kwa pamoja wakamsalimia Jonathan. We ni Jonathan Mchao? Aliuliza mwanaume mwenye mustachi, sauti yake ilikuwa ya madaraka. Walikuwa wanamtazama Jonathan kana kwamba wanamfananisha na mtu aliyemwona kitambo. Ndie kimimi, Jonathan yakajibu. Leo ilikuwa ni siku ya tofauti sana kwa Jonathan. Ugeni wa pili sasa huu unamtembelea kazi iliyomfanya asijali hali ya hewa akaja ofisini ilikuwa imesimama, karoho kalikuwa kanamuuma, aliona anapoteza muda. Tuna maongezi kidogo na wewe, akasema mwanaume mwenye mustachi. Yeye ndiye alikuwa muongeaji mkubwa, mwenzake akiwa kimya. Karibuni, Jonathan akasema, akinyoshia mikono yake ndani. Tunaweza tukafanyia hayo maongezi kwenye gari. Kwenye gari? Jonathan alistaajabu. Ni maongezi gani hayo? Na nyie ni wakina nani? Hamjajitambulisha. Sisi ni polisi. Wanaume wale geni wakaonyesha vitambulisho vyao hivyo. Usijali. Sijali, ila ningependekeza tufanyie hayo maongezi hapa hapa ofisini kwangu, Jonathan alisema akiketi kitako. Wanaume wale wawili wakatazamana, kisha mwongeaji akasema sawa. Wakavuta viti vilikoko kando walionyeshwa na Jonathan wakaketi. Jonathan, sisi sio wakaaji sana kwa majina, anaitwa Inspekta Norbert Mlanje na huyu mwenzangu ni Inspekta Nombo, tumetoka kituo kikuu Central. Karibuni inspekta, asanti kwa mara nyingine. Nadhani mpaka hapo utakuwa ushajua tumekuja kufanya nini. Sijajua. Sawa, si mbaya, tukaliweka wazi, akasema Inspekta Norbert akikuna devu. Kama tulivyosema hapo awali, tumetoka Central na tumeangizwa kuja hapa kwa ajili ya kukuomba kurejea kundini, mkuu anakuhitaji sana. Jonathan akatabasamu. Siwezi kurudi, akajibu kwa ufupi, kisha akasimama. Ni la kazi nyingi zinaningoja, mnaweza mkanipa nafasi? Inspekta wakatazamana, alafu akanyanyuka kishingo upande. Jona, Inspekta Norbert aliita, taifa lako linakuhitaji kwa sasa, nadhani ni wakati wa wewe kuacha ukeadi na kusikiza wito huu. Inspector Norbert, Jona akaita. Sihitaji kazi yenu, naomba muambie mkuu hilo. Tina umsistize sihitaji kazi yenu hata kidogo. Inspector wakatazamana kwa macho ya paka. Sawa, ila utakapobadili mawazo yako usisite kututaarifu. Jonathan hakujibu. Inspector wakaondoka. Walifika mlangoni, Norbert akamtazama tena Joe kana kwamba mama aliyekata tamaa juu ya mwanaye kisha wakatokomea. Jonathan alitafakari dakika mbili, akaketi kuendelea na kazi yake aliyokuwa akifanya hapo awali. Ila kwa sasa akili yake haikuwa imetulia. Mawazo yalimpoka attention. Alimfikiria yule mwanamke, alafu pia na wale inspekta. Alijikuta anakosea kutenda kazi kila mara. Mwisho aliacha, akasimama kwenda nje kutazama mandhari, pengine angechangamsha akilie. Alitazama namna mvua inavyokita ardhi barabara ilivyolowana, alitazama jinsi matairi ya magari yanavyotapanya maji barabarani, alitazama anga lilivyojibana na kuwa jeusi, namna palivyokuwa tulivu. Usidhanie kama hapo ni Dar es Salaam tena majira hayo. Akiwa anarandisha macho yake mithili ya mtalii mbuga Serengeti, kuna kitu alikiona kikamvutia. Mara ya kwanza alikipuuzia na hata ya pili pia, mara hii ya tatu akaamua kukitilia maanani ilikuwa ni gari kubwa Range Rover Sport jeusi lililosimama hatua 25 za mtu mzima toka kwenye banda lake. Taa za nyuma ya gari hilo zilikuwa zinawaka, gari lilikuwa linachemka. Ungeliona hilo kwa wepesi kukutazama bomba lake la kutolea moshi, plate namba ya Kenya. Vioo vyake vilikuwa vyeusi, hivyo hata ukikuwa karibu singeona walio ndani. John alitazama gari hilo akijiuliza maswali mepesi kichwani lipo hapo tangu muda gani? Linafanya nini hapo? Mbona haliondoki? Linasubiri nani ama nini, ili hali mabanda yamefungwa? Mara gari linatiwa moto na kuondoka. Jona lilisindikiza likiyoyoma.